hata matendo yao hayaturidhishi wala wa. mission tunapanga tuongee metu... Kaka, naomba unisamehe studio tena, ni bahati mbaya tu, niliteleza. Kaka, naomba unisamehe sudi tena. Hey, mngoja kwanza, mbona kwa sikuelewi wewe. Eh, nikusamehe? umefanya nini sasa? koroso nilifanya kaka, sijafanya kwa kusudi. e, e, ya ungejua jinsi ambavyo mimi hapa sasa hivi nina hasira Kaka, nimechoka kurudi, na ndio maana nimekuomba msamaha. Nimetoka mapema sana, lakini nimechoka kurudi Muda sasa so, hivi kuchelewa kurudi hiyo ni kawaida. Kwani mara ngapi kurudi nimekuwa kama hivi? Sasa nisikilize bwana, ili jambo nila kawaida. Mimi nimekasirika hapa na mambo yangu, ekwendabwana nenda kafanye mambo yako. Nenda bwana. Watu wengine siotaapoja Vipi, mbona umeachaaonnaa? Yaani nimejitahidi nguvu zangu zote shini, lakini bado sielewi kitu yani. Mimi mwenye hata sielewi nini kinaendelea hapa, lakini mimi mbona nakwaga tu vizuri, sijui hata nini kimetokea. Shemajinanifanyia makusudi o am unilete hapa, unifanyie mambo kama haya Nisaidia basi, mwenzio naumia ujue, kwa sababu mwili wangu umeshafunguka huko tayari, kila kitu huko tayari kwa kupokea hivyo vitu, sasa unanifanyia nini sasa hapa? Uh, uh, sio kama nafanya makusudi na kama naa nataka kufanya makusudi, kwa nini nimejisumbua kuja mpaka huko? Yani shemeji, mimi sijiki kichotokea pani nini, lakini mimi sipogo hivi, mimi niko vizuri kabisa. Ah. Mume wangu, mke wangu, hivi umekosa nini kwangu? Kwa yaani we kunisaliti mimi, mambo yote tuliyofanya kipindi chote cha nyuma hicho, unaniongopea tu ndani. Mke wangu, mimi siwezi kukuchiti, siwezi kukuchiti, we wakunifanyia mimi hivi Mke wangu, nifanye nini? Unashangaa nini? unamanya ujua yao? Mke wangu, mkuseitiki vipi? yaani mambo umeabananga mwenyewe, yaani wewe umeenda kutembea na ule mdada wa kwa Chibu, umetoka naye alafu kumlipa elfu mbili yake. Mbona unanidhalilisha kiasi hichi, mme wangu? kosa langu nini kwako yule mdada mimi nimekutana naye, nikwambie basi kama kitu ambacho ulikuwa ukijui. Akanielezea kila kitu kuhusu wewe, ulilala naye ukumpa elfu mbili yake. Kwa hiyo aliomba kwamba mimi kama nayo elfu mbili nimlipe, nikamwambia mtamalizana wenyewe mlivyokutongozana, mimi sikuwepo. Ukashindwa kumpa elfu mbili yake na ya usumbufu imekuwa elfu tatu mke wangu, okay kweli naweza nikafanya hilo jambo kweli ah mke wangu unaniacha na mtoto mdogo ndani tunateseka chakula kwenye kula kwa shida unapambana kumbe unapambania mwanamke mwingine unachelewa kurudi ndani tunakusubiria wewe basi mwangu hata urudi mtoto analia msubiri baba arudi baba kumbe unaenda kuchipuka kweli mke wangu mi nakupenda sana ni tamaa tu za kimwili hizo, zilinifanya nichepuke. Mke wangu mambo, nisamee, kumbuka hapo tumetoka. Kwa hiyo kuna nyumba msamaha, leo nikusamee. Mimi wewe kabisa, unatoka, nikusamee. Ndio mke wangu, mambo, nisamee. Unaniahidi au torudia tena? Sasa kuja tena, mke wangu, na nikikukuta kwa chochote kile, ezikufanya chochote, yaani nikikukuta kwa mara nyingine unaniandikia talaka yangu, naondoka kwetu, kwa sababu mi kwetu sijaua tambua, nina kwetu. Ukiangataka tena talaka, ndio tena, sio moja, nataka talaka zote tatu. Kumbuka tuna mtoto mdogo. Kama ulijua kuna mtoto mdogo, kwa nini ulitoka kwenye chiti? Na ulijua kuna mtoto mdogo ndani, anahitaji matunzo, anahitaji kula, anahitaji kitu chote. Wao natoka hapo, nenda kulala na wanawake wengine, unawapa elfu mbili alafu elfu mbili hiyo inanifikia mimi, na kati ulinificha. Naomba samahani sana mke wangu. Samadi, mimi nimekuita hapa na mambo mawili tumetaja kukwambia. Jambo la kwanza, naomba sana uniwie radhi kwa kile kilichotokea chotokeo yani yule, hata mimi sielewi imekuwaje mpaka ikawa vile. Tumefika mpaka pale mazingira kila kitu chiko sawa, lakini mnaro umeshindwa kusoma yule, yani meshindwa kufanya chochote kile. Sielewi nini kimetokea yani kiufupi. Lakini jambo la pili na la msingi kabisa ni kwamba naomba hii iwe siri yani hakikisha hakuna hata mtu mmoja anayejua humu ndani nini kinaendelea kati yangu mimi na wewe. Yani hili libaki kuwa ni jambo langu mimi na wewe, kama tulivyoanza kimya kimya, basi tulimalize hivi hivi kimya kimya. Sasa shemeji, naomba nikuulize swali moja, hiyo hari ni leo tu ama uko hivyo kila siku? Ah, sikiliza bwana Nansi, hayo maswali sio ya msingi kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi natakua unasikizi ninachokwambia kwanza Alafu sasa ama mambo mengine tutazungumza eh? We, yani, yani ah, sijui hata nikwambia nini ili. Hapana shemeji, nahitaji kujua, kwa sababu hiyo hari, kama uko hivyo kila siku, naweza kuishi hii pena dada yangu muda mrefu. Ah, yani, yani nakosa hata cha kuongea sasa. Nasi mimi nakosa kabisa, shemeji yangu, lakini moja nikuambia kitu kimoja. Siku nitatafuta muda, nitakuita tutakutana sehemu zote ambazo huwa zote zote ambazo huwa tunakutanaga siku zote, alafu nitakusimulia kila kitu kuhusu maisha yangu mimi na dada yako humu ndani, yani kila kitu utajua. Lakini kwa sasa hivi nakuomba sana sana emu, emu kuwa, kuwa na roho ngumu, kuwa eh, na roho ngumu kuwa na roho ya kijasiri. Hakikisha hakuna hata mtu mmoja anayefahamu humu ndani, sio mdogo wako, sio mdogo wangu, wala sio dada yako, sawa shemeji? Ila nahitaji mechi turudie kwa mara ya pili kwa sababu ule mchezo wa siku ile si yaelewa kabisa na hisi refa hakutenda hatu upande wangu, hivyo naomba tukutane uwanjani kwa mara ya pili, si unajua shemu na kupenda sana, nahitaji nafsi yangu nisafishe, kwa naomba nisaidia kwa hilo sawa. Sawa, tutarudia, tutarudia lakini ngoja kwanza niweke mambo vizuri, alafu mimi nitakwambia, nitakwambia nini tufanye. Sawa, oy, sasa hivi kaa kimya, tunza siri hii kimya kimya, yani sawa. Saa, kulikoni? Mbona umenitoa huko mkukumbuku hadi hapa, kuna nini? Ogangu jipya rito, nilichotarajia kwa shemeji sicho nilichokikuta. Shemeji apande mtungi, we kuska ndiok. Shemeji sio mzima, sio jambo la kusema ha, hili ni jambo la kumwonea huruma. Shemeji nimejaribu ufundi wangu wote, utundu wangu wote shemeji, yafanyi kazi kabisa. Sasa najiuliza Dada ameishi na vipi yule miaka yote? Aha, nishagundua ndo maana pale nyumbani kuna vitu vinaendelea. Mb... jambo gani hivi, unajua kwamba dada anatoka na Kweva? Hailin, weka kuambia na mm, tatizo na wewe uko nyuma nyuma sana, dada yangu ndio maana mengi anakupita kwa macho yangu mawili mimi nimewashuhudia, na sio mara moja, ni zaidi ya mara moja. Ninakwambia nikana tafakari kichwani mwangu, hivi kwa nini hili jambo linatokea hapa nyumbani? Ama kweli, usikijaji kitabu kwa kuangalia kava lake kabla huja kisoma. Ah, I see, ni halali yake kuchiti jamani. So kwa hiyo miaka yote aliokaa, nahisi kamvumilia sana mdogo wangu. Unastiri wewe jambo kama hilo, umekaa nalo tu, Unashindwa hata kunidokezea hmm? Mtoto ana hatari wewe, unaweza hata kuua, mdogo wangu, ila sikia nikwambie kitu. Hili jambo naomba liwe siri yetu, mimi na wewe. Oya, nije kusikia limetoka nje, hailiti wewe, sitokuelewa. Hmm, zipu yangu nimeifunga. Kama niliweza kutuza siri, sijakwambia, nawezaje kuanza kuropoka sasa hivi? Haya, hi, mdogo wangu, tuondoke. Clever, okay. Hivi unajua habari yako imetapakaa hapa kote. habari gani? Habari gani? hakuna asiyejua kuwa unachoka na dada Nani? Mimi haina stili unalofanya wewe, usiku watu wanalijua mchana, sijui mmenielewa eh? Sasa basi, cha kukushauri shemeji, amesha hii ni taarifa, ninalokuomba mimi, fanya maamuzi haraka kabla jambo baya halijatokea. Ninakwambia hivyo kwa sababu ninakupenda na kutakia mema, na nimekuona kijana mstaarabu sana, ndio maana nimeamua kukufikishia hili. Kwanza mimi nashukuru sana kwa kuniletea hizo taarifa lakini, nashindwa na kuelewa nifanye nini. Nipe ushauri, nifanye nini ili niwe salama zaidi. Kukusaidia tena Clever, kukufikishia taarifa tu pia ni kukusaidia, msaada tosha hapo. Ni juu yako, ni mtu mzima. Tena usitaki nifanye yani mpaka nikusaidia, tujiandaa mara hivi mara hivi. Akili kishwani mwako, unakaa unaondoka kusuka hapa kunyewa, utachagua wewe. Sasa mii nitaenda hapa, nitaishije maisha yangu? Najua mi magumu, na hapa kijiji nakaa kwa ajili ya braza, anatoka na mimienda hapi. Hebu nivyo ushauri basi, nifanyeje? Kleva, okoa maisha yako, kaishi sehemu yoyote. Ona mimi naondoka, sina ya kukusaidia hapo kwa hii